E, unajua faida ishirini na tano za kufanya mazoezi wewe, ewe kijana, ewe mama, ewe kaka. E, nimeonelea angalau kwa na mazoezi wenzangu wa jogging ambayo tumekuwa tukikutana maeneo mbalimbali tukifanya mazoezi. Leo nimeona ni jambo zuri nije na hiki kitu kwa ajili ya kuelezana Nitaanza moja mpaka ishirini na tano, lakini kwa siku leo nitajikita kuzungumzia faida tatu tu za kufanya e, mazoezi. Wengi wanaamini usipofanya mazoezi, basi kuna vitu unavikosa, lakini wengine haoni umuhimu wa kufanya mazoezi e. Sasa, e, watu wengi huwa na wasiwasi kuhusu uzito wao e, wa mwili me, e, na wengine huwa na hofu ya uzito wao ukipungua ghafla eh, ama kuongezeka, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO, eh, takribani watu bilioni 1.9 wanaugua ugonjwa su, eh, wa kisukari ama uzito wao kuongezeka kwa eh, maradufu, yani kuongezeka maradufu. Eh, sasa, shirika la afya la duniani WHO linahimiza watu wa kufanya mazoezi kila mara, kwa njia kwa njia bora eh, ya kuimarisha afya, ya kudhibiti uzito. Sasa hizo ni faida zipi ambazo mtu atazipata? Atazipata hasa yule anayefanya mazoezi, wengi labda wanaweza siamini. Kwanza, kuzuia magonjwa yasiyoambukizana. Kuna magonjwa ya, kuambo, ya kuambukiza yale pale e, kufanya mazoezi yanasaidia kuzuia magonjwa yasiyoambukizana kama vile saratani, mshituko wa moyo na kisukari. Mazoezi pia yanasaidia moyo kuwa e, na kazi rahisi ya kusukuma damu. Hii ni mazoezi bwana. Lakini e, faida nyingine ni kudhibiti uzito wa mwili. Uzito wa mwili kupitia kupita kiasi e, na athari kubwa ya kupata magonjwa yasiyoambukizana. Lakini kwa kufanya mazoezi mwili hupata kusisimka, kwa hivyo kumaliza mafuta yaliyo e, ganda kwenye mishipa hiyo ni faida nyingine ya kufanya mazoezi. Lakini faida ya tatu kwa siku ya leo ambayo itakuwa ya tatu na ya mwisho e, ambapo itakuwa ni series ya kuwapatia faida e, mpaka atakapo kwenda kuhitimisha e, faida ishirini na tano. Lakini leo faida hii ya tatu itakuwa ya mwisho kwa siku ya leo, e, ni kupunguza pressure. E, watu wengi wamekuwa wakipata pressure, lakini mazoezi husaidia kudhibiti mishipa ya damu na pia huchangia kudhibiti pressure ambayo ni athari e, kubwa kwa mapigo ya moyo. Hayo ndio mambo makuu matatu kwa siku ya leo, ambayo nimejikita kuku- eh, kukuhabarisha kufahamisha, mwana mazoezi mwenzangu, mwana jogging popote ulipo, eh, kwamba ukifanya mazoezi eh, utaweza kupata faida kubwa sana. Zipo faida nyingine nyingi ambazo nazo nitakuja kukuambia kwamba eh, kwa wale ambao wanafanya mazoezi.